Tumekutana kwa ajili ya kufundishana umuhimu wa kuombea viongozi, viongozi wa serikali, viongozi wakuu, kama Biblia inavyosema kwenye Timoteo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili kwamba kabla mambo yote tunatakiwa kuombea watu wote, tuombee amani, tuombee wenye mamlaka, tuombee wafalme, ili wote tuishi kwa amani kwenye mamlaka, watawale kwa haki, watawale kwa uzuri, kwa faida ya jamii, kwa faida ya watu wao wanaowaongoza. Kwa hiyo tumejifunza na watu wameelewa e, mambo ya kuombea uchaguzi. Kwenye uchaguzi kuna mambo mengi, hasa kwa nchi kama Tanzania. Tanzania ni nchi tajiri na madini na wanyama, ina mito mikubwa isiyokauka na vitu vingine vingi, ni mlima mrefu Afrika ziwa lenye kina kirefu Afrika. Kwa hiyo tumewahamasisha kwamba watu, mataifa ya nje, maadui wa nchi wanaweza kuwa na nia mbaya, wakatumia nafasi ya uchaguzi ikiwa utakuwa na vurugu. Kwa hiyo tumewaelekeza watu kuomba, tumewafundisha, wameelewa, kila mmoja awajibike na kila Mtanzania aombee uchaguzi, sio suala la watu kadhaa, kila mmoja kwa Mungu wake aombe amani, aombe uchaguzi uwe wa haki, aombe uwe huru, aombe uishe salama bila vurugu zozote, bila watu kumwaga damu, bila watu kupigana, bila kuwa na visasi na maadui. Na tunahitaji kama Wakristo kote kote tuweze kusimama na kuweza kuibeba kulibeba taifa la Tanzania katika toba, lakini pia katika maombi, ili kwamba yale yote ambayo ni makusudi ya adui yaliyokusudia juu ya taifa hili, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi, basi asiweze kulipata taifa hili na Mungu wetu aweze kutuvusha salama kabisa. Aa, na tuweze kuingia kipindi na majira mengine katika taifa letu chenyeki me, nimeona hapa ni waombaji kufanya bidii ya kuombea nchi kwa sababu uchaguzi mzuri unapitia kwa waumbaji na waamini, wanaamini Mungu sana na bila hiyo hatuweze kupata kitu cha sahihi. Cha pili na, na wananchi wanapaswa kumwabudu Mungu na kusikiliza sauti kutoka kwa Mungu ili uchaguzi uwe uchaguzi mzuri. Umuhimu wa Wakristo katika kupiga kura, hawapigi kama mtu yeyote ile. Kwanza wanatakiwa waombe Mungu, Mungu awapatie mtu sahihi, kiongozi sahihi Kutokana na jinsi tunavyojifunza katika uh, kongamano tunaona kwamba inatakiwa washirika kanisa liyo la kwanza kutafuta mtu anayetakiwa kuliko watu wengine. Siasa ni nzuri, lakini pia kwanza, kwa sababu hakuna jambo linalotendeka chini ya jua bila Mungu kuamua. Kwa hiyo sisi washirika ndio kwanza tunatakiwa tuombe Mungu atusaidie, atujulishe ili tuweze kuchagua anayefaa. Ah, wito wangu ni kwamba tuamke kama kanisa, tuamke kama watumishi wa Mungu kuleta uamsho wa kuliombea taifa kuanzia sasa, wakati wa kampeni, lakini pia hata wakati wa uchaguzi, ili tuvuke salama. Ni kwa maombi ndivyo tutaweza kufanikiwa kuvuka katika uchaguzi, pasiwepo na vurugu yoyote wala yoyote wala machafuko yoyote.